Hey, mambo vipi karibu sana katika video hii yaleo nitakwenda kufahamisha namna gani ya kuweza kuficha na vile vile kuweza kurudisha kuonesha ama tunasema kutengeneza faili kutoka kwenye Binary Archive. so katika video hii utaweza kujifunza gani ya kuficha faili yoyote ile ndani ya Binary Archive. na baadaye kuweza kuiweka wazi lakini hutaweza kulazimika kuweza kukumbuka extension ya hiyo faili baada ya kuweza kuificha utaweza kuirudisha tu moja kwa moja na ile origin e, file utaweza kuifuta na mtu mwingine akija hataweza kuiona ataona tu just ile binary file pale na kama hafahamu namna ya kuirudisha atashindwa kuweza kupata kile kilichomo mule ndani katika hiyo e, binary file so moja kwa moja tutaanza kwa kuweza kufungua cmd command prompt kwa sababu tunakwenda kutumia simple command kuweza kufanya hivyo na kama unavyoona hapa nipo katika folder langu hili la music ambapo kuna picha na tyotumia kenda na kufanya nanaaniua kufna i kutumia picha hii ambayo kufanya katika faili yoyote ile ambayo upo nayo unahitaji kuificha so tufungue command prompt kwa kuja hapa katika sehemu ya sarch na kuandika cmd baada ya kufungua command prompt hatua ambayo unatakiwa ufanye ni kuweza kufika katika sehemu hiyo faili yako ipo kwa hiyo hapa utaenda katika hiyo path kwa cd mimi ya kwangu inapatikana katika folder la music ili hapa click enter na tayari nimo ndani ya folder foldela music na kama nimo hapa na uwezo wa kupata hizi faili so e, ya so, yetu pia eh pdf document yetu hapa tunaweza kufanya nazo kazi sasa. So tuanze kwa kuangalia namna ya kuficha faili ndani ya binary archive. Tutakwenda kutumia command ya tar na maelezo kuhusiana na hii command na vitu vingine ambavyo inafanya nitakuwekea katika sehemu ya description ya video hii kwaayo kama unahitaji zaidi kueleza kuelewa unaweza ukapitia description na uweza kujifunza zaidi kuhusiana na command hii na vyote ambavyo vilivyomo katika hii command line ambayo tutaiandika hapa so kikubwa cha kuweza kuzingatia hapa ni kwanza kuandika kamandi yako ya baada ya hapo kuificha so, mfano sisi hii hongera.jpg tunakwenda kuiweka katika binar file gani. hiyo binary file wache tuweze kuiita sisi eh, hivyo hivyo hongerafailambayo .bin. tutakna kutengeneza apa maotaficha hii faili yetu ya hongera.jpg. baada hapo, utaacha space, sasa hiyo faili ambayo unahitaji kwenda picha. Kwa hiyo tutaandika hapa hongera jg okay? ex ya hii picha yetu lakini kama haufahamu extension unaweza ukaweka alama ya hii nyota asterisk na extension yoyote ambayo e, imekusanya hii faili yenye jina hili la hongera basi moja kwa moja itaweza kuchukuliwa hiyo na kuweza kufichwa humu katika hongera lakini vile vile kama haufahamu hiyo faili unaweza ukaanza tu herufi za mwanzo fano home. Uka click tab katika kibodi yako kama hiyo file name ipo katia so, enter na tayari itakuwa imeweza kutengenezwa faili nyingine ukiangalia hapa kuna faili hii ya generated imetengenezwa ambayo hii imehifadhi hongera.jpg kwa hiyo hapa una uwezo wa kuja katika folder lako ili ukaifuta picha hii mfano mimi naifuta delete umeona sasa hivi haipo ile picha yetu lakini tayari tuna hii binary file yetu ambayo inasomeka hongera.bin sasa hii ndio ambayo imehifadhi ile picha ambayo tumeifuta kuweza kuirudisha nitakufahamisha hapa mda sio mrefu wacha tuweze kuibadilisha na hii faili ya pdf ili uweze kuelewa zaidi vizuri so, haari tupo katika location yetu ili ili ya music ambayo ya inapatikana file yetu hiya eh, so kikubwa tutatumia command ya let's say tuandike siri.bin then utacha space utaandika sasa jina la hiyo file ambayo unahitaji kuweza kuificha humo ama kuiweza kui katika hii binary file so moja kwa moja tutaandika hapa indentation tamalizikia kwa tab na tayari indentation.pdf itaweza kuonekana so uta click enter tayari itakuwa imetengenezwa faili hii siri.bin ambayo itakuwa imekusanya hii indentation.pdf so kitu ambacho kinafata ni kuja kufahamisha namna gani ya kurudisha sasa hizi faili kutoka katika hizi faili za e, binary Kwa wacha tuweze kufuta na hii PDF hapa. Okay. Kwa tupo na hizi. Kwa mtu ambaye hafahamu akija hapa ataona tu e, hizi faili binary lakini hatojua kilichomo humu ndani na kama hafahamu kamand ya kuweza kurudisha basi hataweza kuziona hizi faili E, zimekusanya kitu gani ama ni faili za aina gani na hasa ukiwa umeeka majina kidogo kuchanganya basi moja kwa moja hatojua kabisa so kitu ambacho kinafata sahivi tuweze kurudisha faili zetu jinsi ya kufichua, okay? so, kufichua ama kutengeneza faili lililofichwa tutatumia hiyo hiyo ya hiyo utaandika utaacha mwanzoni tulipokuwa tunaficha tunaandika hivi tutaandika tunaenda kufichua faili zetu kutoka katika binary, e, file. Then, hapo, kitu ambacho kinafata ni kuweza kuandika jina la hiyo binary Kwa mfano sisi wacha tufichue picha ambayo tumeificha hm katika hongera.jpg so, ambayo ilikuwa tumeificha katika Hi, eh, file bn yetu ya ongera so just kwa kuandika hi, tar -xf, eh, space then ukaandika jina la hiyo binary file yako utaweza kufichua kufcua utaweza kurudisha kile kilichomo katika hiyo file wacha tuweze kurudisha na PDF file yetu ambayo so space atiauandikataandia jina la hiyo, eh, bin file yako siri, Ki click tab inamalizia then uki click enter tayari imeweza kurudi faili yetu ya e, PDF na no ukiangalia tayari iko vizuri tu haijaharibika kila kitu kimo ambacho e, kilikuwemo ndani ya hiyo dokumenti yetu kwa hiyo unaweza kujaribu njia hizi ukajaribu kuweka e, faili zako dokumenti zako katika hali ya usalama e, na yule ambaye hahusiki na hizo faili asiweze kuziona ama kuweza kufahamu kilichomo ndani yake hizi so, ni njia chache tu, lakini kuna njia tofauti tofauti za kuweza kufanya kitu kama hiki ambacho nimekufahamisha leo. Unaweza so, kujaribu ukaweza kutumia ambacho tumejifunza pengine umekoma sehemu huko wakati wewe unafanya unaweza kunambia katika sehemu ya comment tukiweza kusaidiana na kila mmoja aweze kufanya hiki ambacho tumejifunza leo so tukutane wakati mwingine katika video ambazo zitafata